kuna mtoto ambaye anaenda shule anaenda kugonga dirisha kwa baki mradi na, na, kwa nini hivi? Nikamwita mtoto wake mkubwa "Njoo ukaangalie kule nyuma akaenda kuona, akamwambia, sasa ndo ingiaje chumbani? Je, kama amefunga. Akaenda chumbani, akamwambia, wewe nenda misosi kuingia kwa, nenda wewe kule chumbani. Akaenda, alipofika pale ndo amkuta mama yake na babake amefariki. Akaniita, "Dada njoo uone," na mimi nikaenda kuona, tukakuta hivyo amefariki. Yani hatukujua chochote, yani tumejua asubuhi, lakini chochote kimeendeleaje hatujui, yani hivyo tu ndio umetoka nakuja. Mlikuwa waliingiaje chumbani Ah, kati anarudi anakuja pale si? Si dada alikuta pale sebuleni tukamsalimia pale akaenda akaingia zake nini chumbani. Kwa kaka naye akabaki kwenye gari pale. Lakini kaka naye akaingia naye chumbani. Hivyo. Lakini mimi nilienda tena kulala, si sikujua. Na mimi asubuhi nikajua dada wamelala, maana si wanachelewa analala. Kwa nikajua wamelala wameacha tu kuamka. Kumbe ndio hivyo. Tusingejua kama mwandani wamekufa. Hamkusikia kishindo chote cha cha ku, kuvunjwa kwa dirisha. Yaani hatujasikia chochote kila tujasikia, maana yake sijui, tumeshangaa yani, kama sijaona dirisha na hizo damu, kusingejua kama wamekufa. Ndio kama mtoto wake naye akaona akamwambia, basi wewe ingia chumbani uangalie kaka atakuwa mzima, mbona kuna damu fresh imekatwa. Ndio akaingia akaona akakuta wazazi wake wameshafariki, na sasa hata tujue chochote, yani wamekufaje, maana hatujasikia kelele yote, hatukusikia ndivyo ilivyotokea. Naitwa Farid Jafari, kitu nilichokiona ni mili ya watu wawili waliolala chini, wameuliwa na mama anakaa amempiga na, na, na, na kitu kizito, kuanguka chini na kufa baada ya hapo damu hivyo. Unawafahamuje? uhusika binafsi? uhusika ni majirani zetu na tunaishi nao karibu. huyu baba ni mfanyabiashara na maduka. na maisha yenu mtaani alikuwaje kwa ujumla yuna... huyu baba ni mkimya sana, hanaga stori na mtu yote yule. sherehe zote za kanisa zinafanyikiwa humo ndani. naitwa Maria Tabu, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Bonyokwa, kata ya Bonyokwa, Ilala, jiji la Dar es Salaam, Tanzania. kwa masikitiko makubwa napenda ku, ku kuzungumza katika tukio hili kubwa la, la, la, la tukio la, la vifo vya uh, wananchi ama wakazi wa Bonyokwa mke na mume ambao limetokea leo. Eh, kwa hiyo jambo hili kwa mujibu na mamlaka zinazohusika ni wao za kiuchunguzi. Kwa hiyo zoezi hili limechunguzwa kwa hatua ya kwanza, ikafikia tukatoa na miili ndani eh, miili sasa hivi imeshapelekwa polisi. Eh, kwa hiyo sasa hivi hatua zingine zinaendelea. Kwa hiyo tunashukuru pia mkuu akitoa, ameweza kuongea na Wanabonyokwa na kuwapa pole na kuomba wawe kwenye utulivu. Na mimi naongezea kwamba Wanabonyokwa tuendelee, eh, nawashukuru kwanza kwa ushirikiano ambao wamejitokeza, wameweza kuja mpaka eneo hili kwa wingi wao, lakini pia eh, ni waombe waendelee kuwa utulivu wakati zoezi ama shughuli za kiuchunguzi zikiendelea. Nawapa pole wa wanafamilia wote waliopatwa na eh, tukio hili na msiba huu na wanabonyokwa wote eh, lakini tuendelee kushukuru jeshi la polisi, tuendelee kushukuru timu yetu ya ulinzi shirikishi inaendelea kufanya kazi vizuri kabisa kwenye eneo letu, na wengine wote ambao wanaweza kushiriki kwenye eneo hili. Kwa kweli imetuumiza sana. Wanabonyokwa alikuwa ni mcheshi, alikuwa ni mpole, huyu baba jamani, mpole, alitaki pita na gari hachi kusimama kuasalimia na gari.